Wale watu ambaye jambo, mambo yao ni kupinga serikali kila wakati, sisi tunataka kuuliza. Tunataka IEBC kama jana, hii maneno ya IEBC ambaye rais ameweka kidole, sisi tunataka kusema kwamba wabunge mpitishe hii maneno ya IEBC ili tuwe na IEBC. Kuna constituencies ambazo hawana representative. Kuna watu ya upinzani ambaye wanapinga kila jambo Wakilala wanatuambia manifesto yao kubwa Ruta must go. Sasa mimi nauliza, Ruta must go wapi? Ruta must go wapi? IEBC inawekwa ya kusaidia wa Kenya ili uchaguzi ifanywe, wanasema Ruta must. Sasa sisi tunauliza kwa kanisa hii watu sio wanahitaji maombi na mimi naona mali maombi itahitaji kwa haraka ni hapa Nandi Hills, na wakiomba hii watu wataokoka haraka sana. Wakati mheshimiwa rais na kinaijumwa wanaweka fertilizer bei ya chini, tunafurahia mahindi. Kuna wale wanasema Ruta must go, kuna wale rais akileta tivet hapa Nandi Hills, anasema Ruta must. Sasa hii ajenda yao ni ajenda ya kwenda anywhere kweli.